Karibu sana mtazamaji katika hii channel ya Peter Kariri TV. Uh, ninataka kuongea kuhusiana na mashambulizi ambayo imefanyika katika Airbase iko kule Qatar. Ni Airbase ya Amerika iko mahali panaitwa Al Udeid, na kunasemekana ya kwamba haya mashambulizi imefanyika, imefanywa na Iran, na kwa hivyo ningetaka niseme ya kwamba kwa sababu kuna watu wengi sana wako kule Qatar. Nimepokea simu nyingi, watu wakiuliza nini inaendelea. Ni ya kwamba kumekuwa na mashambulizi lakini yale mashambulizi imeweza kuwa intercepted, kwa hivyo hakuja kuwa na casualties, na the neighboring countries imeweza ku condemn uh, including Saudi Arabia uh, Saudi Arabia imesema ya kwamba, eh, ni ukiukaji wa haki za kibinadamu na vilevile vile ikasema ya kwamba, eh, vile Iran wamefanya katika mchanga wa Qatar unaigiria ule utaifa mwema na ujirani mwema, na vilevile unaigiria um, kanuni za kimataifa. Na kwa hivyo uh, ni mambo ambayo imetokea kwa sasa, hakuna majeruhi yoyote, hakuna mtu ambaye amekufa, lakini kuna mashambulizi imefanyika ya kiko, ya kimakobora ile tunaita missiles imetupwa kule Qatar na nchi kama Saudi Arabia si imeweza kukodem na kusema ya kwamba haikuwa inastahili vile Irani wamefanya. Vilevile Qatar vile imeweza kusema ya kwamba ilikuwa na ile right of defense ya kwamba wakati ile makabora imekuja sile missile ilikuwa na haki ya kujibu, na kwa hivyo wameweza kujibu, wakafanya interception ya yale makobora kwa hivyo tutaendelea kutazama vile kutaenda lakini, uh, wale ambao wananipigia usikuwe na wasiwasi, mambo imeweza kuwa maintained, uh, pale Qatar ni base ya America ambayo ni base ile kubwa sana katika uh, Middle East. uh, pale place inaitwa Al Udeid na ni ya kwamba ile makombora ambayo imeweza kurushwa pale imeweza kuwa intercepted, kwa hivyo hakuna majeruhi yoyote lakini the neighboring countries including Saudi Arabia wameweza kukodem that act in the strongest terms possible, na vilevile Umoja wa Ufalme wa Kiarabu au imeweza pia kukodem uh, that attack in the strongest terms possible. Kwa hivyo tunaombea wale Waafrika wote wanaishi pale Qatar na kuwabia kwamba mambo imeweza kuwa maintained, kwa hivyo hakuna haja ya kuwa na wasiwasi, mambo iko sawa. Kile cha maana ni kuenda ni kuendelea kuomba ya kwamba hii vita isiendelee, maana ikiendelea inaweza leta vita ya tatu ya kidunia. Lakini kwa saa hii ni ya kwamba eh, hakuna majeruhi yoyote, lakini the situation has been managed. Thank you and continue to watch. I shall keep updating you.